Na mtazamaji wa Trend TV e, bwana Poshi Queen ameamua kutoboa siri kuhusiana na mpenzi wake mpya baada ya kuachana na Harmonize. Amedai kwamba huyu wa sasa hivi wanaendana kwa sababu yule aliyepita, ambaye ni Harmonize, anadai kwamba walikuwa waendani na ndio maana wakaachana. Sasa, this time around Poshi anasema kwamba amepata mwanaume mwelewa, e, mpole, e, na pia vile vile sio mtu wa show off, ni mtu wa low key kinyume kabisa na mwanaume ambaye alikuwa naye kwamba of course lazima awe hivyo. Uh, Harmonize lazima awe mtu wa kushow off kwa sababu ni msanii na maisha yake lazima atakuwa na revolve machoni kwa watu kwa ajili ya kubrand eh, maisha yake kwa ujumla na kazi zake ziweze kwenda. So Poshi hayo maisha alikuwa hayawezi. Kwa hiyo kwa mujibu wa Poshi Queen bwana amesema kwamba mwanaume ambaye amempata sasa hivi sio mtu wa mitandao kabisa, hata Instagram hadhani kama anayo. Kwa hiyo wadau hapo ikabidi waanze kumuuliza waandishi wa habari wakapenyeza swali kwamba eh, huyo mwanaume hayupo hata Instagram, ina maana kwamba sio Mtanzania? Maana tunafahamu kwamba Watanzania wote au wengi wapo Instagram pia, yani wanapenda sana kutumia Instagram, YouTube, eh, TikTok na mitandao mingine. Sasa huyu mwanaume wa Poshi imekuwaje bwana eh, yeye hatumii mitandao ya kijamii? Je, ni Mtanzania? Eh, Poshi akasema kwamba of course ni Mtanzania, tena ni mgogo eh, bwana kutoka Dodoma. Umeona bwana eh. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa baada ya kuzungumza hivyo, wadau huko katika comment section bwana wamekuja kuspeculate kwamba huyo mgogo wa Poshi Queen ni nani? Eh, kuna mtu amesema kwamba bwana huyu bwana atakuwa ni waziri bwana. Kuna waziri labda anadate na huyu binti. Kwa mtu sasa bwana mpaka hapo bwana eh, tumeshajua kwamba kama mtu hatumii Instagram alafu ni mgogo eh, kutoka Dodoma bwana, huyo ni babu fulani hivi, hawezi akawa kijana mdogo. Kuna watu wamehisi kwamba Poshy nadeti na mbabu k, au sio bwana? Haya, kuna mtu anasema hivi, hawa wadada hawachoki kweli? Kila siku wanahamia mahusiano mapya. Kwa mtu anasema bwana, wagogo wameanza kuvunja kibubu, au ni au <laughs> so, ni Mr Manguruwe. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu hapa, kuna bidada hapa mgogo, anaitwa Weti, Miss Weti amesema kwamba e bwana, sasa wifi tunaye na tunatamba naye. Kwa mtu sema bwana da, e bwana, hatimaye wagogo nao pia wamefikiwa. Kuna mtu ameandika hivyo. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza baada ya Poshy Queen kusema kwamba sasa hivi ana date na mgogo e, baada ya kuachana na Harmonize. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.